Ninatambua kama mwajiri, ninatambua wako walimu ambao hawafanyi hawatimizi wajibu wao. Kuna wengine nimewaona ni bodaboda, inawezekana wenyewe hawajui kama mimi nafahamu, lakini nafahamu wanaendesha bodaboda wako, wanao wako walevi, nafahamu wako watoro, yaani eh, kama tunavyosema wanafunzi watoro wako na walimu watoro, sasa Viongozi wa chama cha walimu na wengine mnaoshughurika na walimu, mimi natamani, nataka mtu afanye kazi na atimize wajibu wake. Kwa hiyo wale ambao wana hizo tabia nilizozisema, tafadhali sana tuziache, tuziache kabisa, sababu wako wengine yanapotea mwezi mzima baadaye anarudi anaona hajachukua hatua. Kwa hiyo inaonekana kama mazoea, wako wengine tena wanaendelea. Najua kuna jambo limelianza, kwa hiyo tafadhali sana, afisa elimu mesema, hapa amesema hapa tulipofika, tunaweza kuenda mbele zaidi, na mi natamani tuende mbele zaidi. Wanasema you aim higher, but you aim but should plan well sasa kuplan, kwenye planning hapo katikati ndo haya mambo ambayo nataka yanayoenda pembeni yote yakae kwenye kwenye mstari mmoja. Mwanzoni nilikuwa natoa taarifa kwa mujibu wa utaratibu wa Wizara ya Elimu kwamba kama ni mtoro akiwa na zaidi ya siku tisini si ndio? Tukasema hapana, namtaka yule kuanzia siku tano. Tumeletewa taarifa hiyo Tukwada sana, na tumekuwa nazo tuka idadi kubwa sana wanafunzi ambao ni watoro tumesimamia na kutoa maelekezo, wamerudishwa shuleni na asilimia kubwa, ingawa wengi bado hawajarudi shule. Kikao chetu cha jana tulikuwa pamoja na mkurugenzi, nimetoa maagizo mengine, na nayasema hapa kwa sababu walimu tupo, tuweze kuyasikia. Tunafanya operesheni kubwa, mwanafunzi yoyote ambaye ametoroka zaidi ya siku kumi na nne, mzazi wake achukua hatua za kisheria. Hatuwezi kuwacha mtoto yuko nyumbani na mzazi yupo, halafu hatuna maelezo so yoyote.